Yes, hau jambo mwanafamilia wa michezo, kama ndo kwanza kabisa unaungana nasi, ni kukaribishe aa, katika chaneli yetu pendwa kabisa, kwani mara zote tumekuwa tukirusha na kutoa taarifa zinazohusu michezo na burudani. Sasa kama ni mdau wa taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani hakikisha unabonyeza maneno yaliyopo chini ya video hii yanayosomeka kama subscribe. Lakini mara baada ya kufanya hivyo, kuna alama moja kengere itatokea, nayo utaibonyeza mara moja. Hivyo tu utakuwa moja kwa moja unapokea taarifa zetu mbali mbali za kimichezo na burudani pasi na shaka yoyote, na bila shaka utafurahi na kuridhika na kile ambacho tutakuwa tunakujulisha. Yes, tunafahamu wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea na maandalizi ya michuano mbalimbali ikiwamo mbali, ligi ya mabingwa barani Afrika lakini pia kama haitoshi kuna ligi kuu NBC Premier. Dirisha dogo la usajili litafunguliwa Januari 1, 2026 na, na litafungwa Januari 30 ya 2026. Tayari nilikwisha kukudokeza juu ya mpango wa Simba Sports Club kumsajili Uchizi Vunga uh, kiungo mshambuliaji uh, raia wa Malawi ambaye alifanya vyema sana kwenye knockout stage ya second preliminary phase ya CAF Champions League akiwa na Silver Strikers, ambapo aliwafunga klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Sasa Simba Sports Club tayari walikwisha kufanya mazungumzo na nyota huyo, na hivi ninavyozungumza amekwisha kujiunga na kambi ya Simba Sports Club ambayo inaendelea kwa ajili ya maandalizi ya michezo mbalimbali. Simba Sports Club wanatizama uh, performance ya mchezaji huyo, endapo itakuwa nzuri, basi moja kwa moja watakwenda kumsajili katika dirisha dogo la usajili ambalo limepangwa kufunguliwa tarehe moja ya mwezi Januari mwaka 2026. na na nini maoni yako juu ya uh, jambo hili ambalo Simba Sports Club wamedhamilia kulifanya, niandikie comments hapo chini ya video hii. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaongana nasi, hii ni channel yako pendwa kabisa ya kimichezo na burudani, utapata madini mengi sana yanayohusu michezo na burudani. Tafadhali hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa taarifa zaidi.